Sasa tunaanza na hapa eh, malambo unayoyaona eh, lambo la kwanza ili napeleka maji kwenye matenki yenyewe, yani maji yanatembea yenyewe bila kusukuma na mashine, yanakwenda bao kwenye tenki. Yakitoka kwenye matenki kule yanajaa, yakijaa yanachanganywa na dawa, changanywa na dawa, yanasukumwa kwa kwenda mlimani kwenye tenki kuu huko Tanzania. Hili la pili unaloliona ni maji yakiwa mengi, huwa tunakuja tunafungua hapa, akufungua hapa, haya maji kuwa ya, yanaelekea huku kanisa ya la Anglikana, na watu wanapanda miche, na watu tena wana huduma ya haya maji ya kunywa, kukulia na na watu wengine yanakwenda mpaka huko, wana mashamba yao ya mchicha, nyanya, kitunguu migomba ya ndizi na mambo mengineo haya. Hili ni lambo la tatu. Sasa hapa tukija hapa, huu mfereji unaouona hapa ni mfereji ambao huwa unapeleka maji korongoni, mto mkubwa, ambayo huwa yanakwenda mpaka kule chini, yanapita daraja unapowaona kuna magari kule yanaoshwa. Mara nyingi huwa wanavuta haya maji yanayopita hapa korongoni kwa kutumia mfereji huu ile mambo ya tatu huku. Hii kama unavyoona mashine na nguruma hapo, ni maji ambayo yanakwenda Kigamboni, na sehemu moja, sio wetu wanatumia haya maji huku kwa sababu wao hawana tenki. Kwa hiyo huwa ni dawa yao kabisa, ndio hili hapa, ni kifungua ni mashine hi, na na iyo, hapa nikiosha mashine nafungua na dawa hii, inaenda inachanganyikana na maji. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni stori hapa.

ambayo ilianza mwaka elfu moja mia tisa na arobaini na hapa palikuwa na mashamba ya miwa. Baada ya kuwa na mashamba ya miwa hapo juu kwenye huo uwanja mnauona wa Sabasaba wachezaga mpira, ilikuwa ni kiwanda cha sukari gudi. Kwa hiyo miwa ilikuwa ikitoka hapa kiwandani, ikitoka hapa shambani, inapelekwa hapo kwenye kiwanda. Baada ya hapo, kama unavyojua, miwa ho ipendaji maji mengi. Kwa hiyo miwa ilipokuwa imezidiwa na maji, wenye mashamba walifeka miwa yao. Baada ya hapo sasa ikawa ni kwamba chemchemu inajitegemea yenyewe, hakuna mambo ya mashamba, ni chemchemu na ilizidi kukua kutoka 1940 mpaka 1943 1943 walikuwa wakija hapa wanyama kunywa maji baada ya wanyama kuwa wanakuja kunywa maji hapo kama kuja tembo na mwanae pia kuja kunywa maji baada ya tembo na mwanae kuja kunywa maji mama tembo alipokanyaga hapo katikati unapoona weusi mama tembo alizama hadi leo nazungumza na zumbuza, wewe ina maana mama tembo hajatoka huko ndani aliokoka ni mtoto baada ya hapo sasa ikawa ni kwamba Unataka kujua kwamba hichi kina kwenda chini kina futi ngapi, takwimu zake, ikawa imebidi wamemleta mtafiti ambaye ni mtaalamu ambaye akiwa ni mzungu ambaye ataingia huko ndani ya chemchemu ili atupe hesabu ya urefu wa kina hichi cha chemchemu. Alikuwa amevalia mitungi ya gesi mgongoni, nguo za kuogelea, akawa amerukiwa mundani ili tupate hesabu atakapotoka. Hadi leo nazungumza na wewe na yeye, huyo bwana mzungu hajatoka umundani. Kwa hiyo humu mna tembo na mna mzungu binadamu. Cha kushangaza sasa ni kwamba kama mnapaona hapa juu ambapo paku uwazi, huwa kuna mfuniko. Ule mfuniko huwa ukifunikwa hapa kesho asubuhi unakuta huko chini unarudishwa kwa mara ya pili, unafunikwa. Kesho yake unakuta huko chini unarudishwa tena, kesho yake unakuta huko chini ikaonekana. Basi hapa sasa pawache wazi, wasifunike tena mfuniko. Lakini cha ajabu, pamoja na kuwa pako wazi, kuna miti kama unavyoiona, kuna majani, lakini haya majani huwa hayaanguki ndani ya chemchemu na ukiangalia juu ya bati na huko nje majani ni mengi mno, lakini hapa hayaingii, na kama ukiona hapa kuna jani labda moja mbili tatu, napozima mashine ile ya kusukuma maji, maji kidogo huwa yanarudi ndani, yanarudi na hayo majani, lakini zaidi ya hapo hakuna. Na haya maji kama unavyoyaona haya maji yana mabadiliko. Haya maji huwa ni ya moto na haya maji huwa ni ya baridi kwa nyakati tofauti. Haya maji unapoyaona yalivyo hapa usifikiri yanatuhama ya, haya maji hapa yanasafiri usiku na mchana kwenda kwenye matengi. Na haya maji kwa siku tunazalisha lita milioni kumi na nne kwa siku. Hapo unapoona pako wazi Mvua inaweza kuwa wakati wa masika inanyesha, maji yanaingia ndani, yanaingia lakini ujazo wake pamoja na mvua kunyesha, ujazo wake unakuwa ni huu huu kama unavyoona hapa, hayazidi wala hayapungui. Haya maji yana faida kubwa. Haya maji ni kama maji ya baraka. Haya maji unatakiwa uoge ndani ya siku saba, ukiwa namwomba Mwenyezi Mungu matatizo yako kwa kupitia haya maji. Ndani ya siku saba utapata majibu ya haya maji. Haya maji hayatakiwi uoge na sabuni, haya maji hayatakiwi upeleke bafuni, haya maji hayatakiwi upeleke chooni haya. Haya maji unatafuta sehemu ambapo kuna nafasi yako, unaoga aisa, unaweza kuoga hata kwenye beseni lako chumbani haina tatizo, lakini huko chooni, bafuni, haya maji haruhusiwi. Kwa hiyo haya maji ndo manufaa yake hivyo, na baraka zake ni hivyo. Tunakuja sasa kwenye kuna hivi vitu mnaviona vyeupe vinatoka humu, hii ni dawa pia ambayo inaitwa sulfa hii dawa inatibu magonjwa mengi, ambayo inatoka ndani ya miamba ya ndani ya chemchemi. hii dawa inatibu fangasi miguuni, ambayo utaiona ona inaelea ni anjano, inatibu fangasi miguuni. Hii dawa inatibu mapunye ambao wengine wao wanasema vishiringi shiringi kwa watoto. Hii dawa inatibu miguu kutoa harufu kwa sisi wenye kuvaa viatu. Hii dawa inatibu chunusi chunusi. Hii dawa inasafisha dhahabu. Hii dawa inasafisha chuma. Hii dawa inasafisha bati. Hii dawa kwa dada zetu wanaita ni slab. Yaani anaweza akasafisha uso wake na ukabadilika hata kwa muda wa siku tano kwa kutumia hii dawa kwa hii dawa ina matumizi mengi na ina faida pia, ambayo inapatikana ndani ya chemchem ndani ya miamba. Hapo huwa tuna mlinzi mkuu ambaye huwa ni nyoka ambaye anakaa ndani ya maji na huwa ni mkubwa mno, lakini nyoka huyo huwa anatoka, kama ulivyoona misitu hapa, anatembelea kwenye misitu, na akimaliza kutembelea kwenye misitu huwa anarudi hapa, lakini huyo nyoka huwa ana madhara yoyote unapokuwa mkutana naye, naweza mkapishana na asikufanya, asio na tatizo lolote. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, huyo nyoka ni, ni, ni mkubwa mno ambao wanaishi humu ndani ya maji haya, na hana muda wowote wakati wa kutoka, anapojisikia anaweza katoka, aidha saizi anaweza kuwa ametoka au saizi anaweza kuwa hajatoka uko humu ndani lakini unapokutana naye atako kwenye misitu, yeye anakuwa hana madhara yoyote, ila tu usio mshika fimbo, panga, labda mawe, hapo lazima kuzuru kwa sababu anajua na wewe unataka kumzuru, tofauti na hapo. Sasa nafikiri mazungumzo yetu yatakuwa yameishia hapo, lakini kama kuna maswali, mnaweza kuendelea kuuliza na kitu kingine hapa, kuna kitu kimoja hapa, unaweza ukasikia jina lako unaitwa mpaka la baba yako kutoka huko ndani. Aidha, sauti itakokuwa inakuita huko ni sauti wewe labda ulisoma naye ulikuwa naye au unafanya naye kazi, lakini sasa yuko watu yanapita na unachotakiwa kwamba utakapokuwa unaitwa wewe usitike. Ukiitika tayari ni kwamba tutakuwa tunakupoteza, na kupoteza kwenyewe sio kwamba utakuwa umeangukia huko tutatoka nje vizuri. Kule nje tulikuwa watatu wane, tunakuta mmoja wetu onekani, tunaanza kutafutana. Sasa kama kuna maswali na hapa katikati, huwa ikifika saa kumi usiku, huwa kuna moshi ambaye mfuki unaotoka hapa kupanda juu, na unapokuwa unapata juu kwa kupitia hapa kwa uwazi yeah, ni kwamba taa kwa ofisini kwangu huwa zinazimika, mashine ya maji inazima, hapa kote kunakuwa ni asubuhi na wakati ni usiku, ule mfuko ukishapotea kabisa, hali ya usiku inarudia, mata najiwasha yenyewe, mashine inajiwasha yenyewe na kazi inaendelea. Ndio maajabu yake ambayo yako hapa, nafikiri na hiyo ndio simulizi yangu itakuwa imeishia hapo. Sasa kama kuna maswali, niulizeni maswali, na hiyo ndio iliyobakia Lakin... hapa mwezi wa sita mwaka wa kumi walikuja wanachuo kikuu kutoka Marekani walikuja na wao kufanya utafiti, wajue kwamba hichi kina ina urefu gani wa kwenda chini. Walikuja, walikuja na mtambo wao wakaweka pale, tukaanza saa nne asubuhi mpaka saa kumi. Walikuwa na skrini ambao ule waya skrini, imetangulia mbele, waya ndio unateremka. Tumeteremsha huko kuanzia saa nne asubuhi mpaka saa kumi. Matokeo yako sasa ya saa kumi ile, tunaanza kuutoa kwa sababu tukoshaona kama muda usiku unaanza kuingia wakaanza kuitoa ile skrini yao kutoka katika maji ambayo tulikuwa tunategemea itapiga picha na itarekodi. Tumetoa mpaka saa kumi na moja na nusu ilipotoka tu ile skrini, ni kwamba tulikuta imevunjwa. Kwa hiyo haiko rekodi na imevunjwa, mpaka mtoto wa kike aliyekuwa anasimamia pale ile zoezi ambaye alikuwa ni mtoto wa kike wa kizungu alilia sana, na alikuwa anataka yeye mwenyewe aingie huko, tukamzuia na kumtoa nje, kwa ile zoezi ilikuwa limeisha. Lakini waliahidi kwamba watarudi, lakini mpaka leo hawajarudi. Kwa hiyo hesabu za huko ndani mpaka leo hii hazijapatikana na hatujui ya. Kwa majina yangu ni cha Christian John, ni wakala na wilaya ya Kondoa. Kwa hiyo tunakaribisha sana mweze kufika katika chemchem -chem yetu la ya Kondoa. Ina vitu vingi vingi sana, o utapata kujua, kuna mengi yamejificha ndani ya Kondoa ambayo haujawahi kuyaona wala kuyasikia. Kuna kuweza kufika katika mji wetu, utaviona vitu vingi, utaona chemchem nzuri kama hii ambayo unaweza kutafuta dunia nzima usiweze kuipata kwa ajili maji yake ni kama tiba. Pia unaweza kuyatumia maji yake hapo, unapoyaona hayana chumvi, lakini unapofika katika matenki anapolikia majumbani maji yake yanakuwa na chumvi. Kufika ndani ya Kondoa uweze kuona utamaduni wetu, uweze kuona uzuri wetu, uweze kuona vitu vingi kujificha katika wilaya yetu. Kuwa pamoja nami na uzidi kunifuatilia.